Kuna nchi ambazo ziliwahi kusifika kwa utajiri mkubwa, maendeleo ya haraka na matumaini makubwa ya kiuchumi. Lakini leo hii zimeporomoka kabisa, hazina tena makucha utajiri, zimebaki kuwa mifano ya huzuni na onyo kwa ulimwengu wote. Karibu katika makala hii maalumu, nchi zilizowahi kuwa tajiri duniani sasa ni masikini wa kutupwa. Zimbabwe. Zamani ilijulikana kama ngano ya Afrika. Mashamba ya mahindi, uzalishaji mkubwa wa chakula, huduma bora za afya na elimu vilikuwa utambulisho wa Zimbabwe. Lakini leo ni kinyume kabisa. Mfumuko wa bei umefikia mamilioni kwa asilimia. Sarafu ya taifa ilikosa thamani. Uongozi mbaya na migogoro ya ardhi vimeisukuma Zimbabwe katika janga la kiuchumi lisiloelezeka. Venezuela. Miongo michache iliyopita, Venezuela ilikuwa tajiri sana kutokana na mafuta. Barabara zake, hospitali na shule zililinganishwa na zile za mataifa ya Magharibi. Lakini leo, nchi hiyo imeporomoka. Dola imeanguka, maduka hayana chakula, dawa hazipatikani na watu wanakimbilia nchi za jirani kutafuta maisha bora. Ni mfano hai wa jinsi rasilimali zinaweza kuwa laana kama hazitasimamiwa kwa busara. Haiti. Karne ya 18, Haiti ilikuwa koloni tajiri zaidi la Ufaransa, iliitwa lulu ya Karibiani. Lakini baada ya mapinduzi ya damu na miaka ya ukoloni, taifa hili limekumbwa na vifo vya kisiasa, tetemeko la ardhi na umaskini wa kudumu. Leo Watu wake wanaishi bila umeme wa kudumu bila maji safi na bila matumaini ya kesho bora. Libya wakati wa utawala wa Gaddafi, Libya ilijenga miji ya kisasa, elimu bure, huduma za afya bure na kipato kikubwa kutokana na mafuta, lakini tangu kuuawa kwa Gaddafi mwaka elfu mbili na kumi na moja, nchi imeporomoka: vita vya wenyewe kwa wenyewe vikundi vya silaha na kutokuwepo kwa serikali imara, kwa serikali maskini wa kudumu leo watu wake wanaishi bila umeme wa kudumu, bila maji safi na bila matumaini ya kesho bora. Sudan. Sudan ilikuwa tajiri kwa mafuta na maji ya mto Nile. Ilikuwa na fursa za maendeleo ambazo mataifa mengine yalitamani, lakini vita vya wenyewe kwa wenyewe, mgawanyiko wa kisiasa na kuibuka kwa Sudan Kusini vimeacha taifa hili likiangamia. Leo wananchi wa Sudan wanahangaika na njaa, ukimbizi na hofu isiyoisha. Democratic Republic of Congo. Kongo ni miongoni mwa nchi tajiri zaidi duniani kwa madini, dhahabu, cobalt, almasi na zaidi lakini badala ya utajiri huo kuwanufaisha wananchi umekuwa chanzo cha damu mapigano na mateso. Mataifa ya nje, makampuni ya kimataifa na viongozi wa ovu wamegeuza Kongo kuwa mgodi wa dhuluma. Argentina. Miaka 1892 Argentina ilihesabiwa miongoni mwa mataifa ya tajiri duniani. Reli zilizunguka nchi uchumi ulikuwa imara na watu waliishi kwa heshima. Lakini miongo ya migogoro ya kisiasa, ukosefu wa sera thabiti za kiuchumi, pamoja na mfumuko wa bei usiokoma vimeifanya Argentina kupoteza hadhi yake ya kiuchumi. Leo, licha ya rasilimali nyingi na vipaji vya watu wake, Argentina inapambana na deni la taifa, mfumuko wa bei mkubwa, na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ni hadithi ya taifa lililokuwa juu na sasa linang'ang'ania kujinasua kutoka kwenye lindi la umaskini wa kujitakia. Yemen. Zamani Yemen ilijulikana kama Arabia Felix, yaani Arabia yenye furaha. Ilikuwa kitovu cha biashara, utamaduni na historia tajiri ya Waarabu, lakini leo Yemen ni kivuli cha zamani zake. Vita vya wenyewe kwa wenyewe, uingiliaji wa mataifa ya nje na mizozo ya kisiasa vimeifanya kuwa mojawapo ya janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Watoto wanakufa kwa njaa, miundombinu imeporomoka na raia wa kawaida ndio wanaolipa gharama ya tamaa za kisiasa. Dunia inaangalia, lakini mateso yanaendelea. Myanmar. Myanmar au Burma ya zamani iliwahi kuwa na uchumi wenye matarajio makubwa, ardhi yenye rutuba na rasilimali nyingi kuanzia madini hadi misitu. Lakini utawala wa kijeshi uliodumu kwa miongo kadhaa, mapinduzi ya mara kwa mara na ukandamizaji wa haki za binadamu vimeharibu msingi wa maendeleo ya taifa hilo. Mapigano ya ndani Mateso ya wakimbizi wa Rohingya na kutengwa kwa taifa kimataifa vimeifanya Myanmar kupoteza fursa za kujiinua kiuchumi. Leo ni aifa linalojikokota huku wananchi wake wakilipa bei ya utawala wa mabavu. Dunia imejaa mifano ya mataifa yaliyowahi kuwa juu sana lakini sasa yameporomoka. Zimbabwe, Venezuela, Haiti. Libya, Sudan, Kongo, Argentina, Yemen, Myanmar. Ni majina yanayotufundisha kuwa hakuna taifa lisiloweza kuanguka. Utajiri wa mafuta, madini, historia au kilimo hautoshi bila uongozi wa haki, mshikamano na mipango endelevu. Historia haisemi uongo. Huwa ni kwa sababu hatukusikiliza onyo lake. Kaa nasi kwa makala nyingine zenye kufumbua macho, kwa sababu kujua jana ni kutengeneza kesho bora. Hii ni Afrika Huru. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.